Bunge la Israeli wiki hii imeidhinisha hatua ya kwanza ya mswada unaopendekeza hukumu ya kifo kwa wapiganaji wa Palestina wanaotuhumiwa kwa mauaji ya raia wa Israeli. Baadhi ya wabunge nchini Israeli wanaamini kwamba hatua hiyo itazuia matukio ya kubadilishana wafungwa katika siku zijazo. Wakati wa wapigaji kura siku ya Jumatatu ya wiki hii, hatua hiyo ya kwanza kati ya nne zinazohitajika kwa mswada huo kuwa sheria, wabunge 39 waliunga mkono huku 16 wakiupinga kati ya 120. Waziri wa ulinzi Itmar Ben Gvir alikuwa ametoa wito kwa pande zote za kisiasa nchini humo kuunga mkono mswada huo ambao alisema unalenga kupambana na ugaidi. Kwa sasa mswada huo unasubiri kuenda katika hatua ya mwisho ya kamati ya bunge kwa mjadala zaidi kabla ya awamu ya pili na ya tatu ya upigaji kura. Hadi sasa hakuna uhakika kwamba mswada huo utakuwa sheria baada ya vyama kadhaa vya, vya siasa kususia kikao cha Jumatatu bungeni.